Ilani yetu ya mwaka huu inasema tutaajiri au tutatengeneza ajira laki tatu na nusu kwa vijana wetu. Ndugu zangu, nipombeni sana. CCM ni chama tawala, CCM ni chama, chama dume, CCM ni chama kinacholeta maendeleo na CCM ndio kichama kinachotoa viongozi bora Tanzania. <coughs> Naiangalia Paje ya leo sio Paje ile ya miaka minne au mitano iliyopita. Mwenye namba yake ni mkoa wa Kusini, na sisi tutaendelea kuwa mabingwa katika kutafutia ushindi wa chama chetu kwa karne zote zijazo na zitakazokuja. Lakini kwa kipindi chako cha miaka mitano tumeweza kuwa na miradi mia tano na sitini na zaidi Unguja na Pemba, miradi mikubwa sana ya uwekezaji ambayo imesababisha kuleta mtaji wa dola bilioni zaidi ya sita mpaka sasa hivi. Katika miaka mitano iliyopita tumekwenda vizuri. Nchi yetu ina amani, nchi yetu ina umoja, ina mshikamano na hata tuna maridhiano ya kisiasa tunapozungumza sera ya Chama Cha Mapinduzi kwamba utalii kwa wote, tunakusudia nini? Tunakusudia kwamba utalii huu usiwanufaishi wenye hoteli peke yao, tupate vijana wetu, wapate ajira katika mahoteli hayo, wakulima wetu na wavuvi wetu wapate soko la uhakika katika mahoteli hayo, lakini vilevile shughuli za tuwan.